ni mlango ambao kumekusanywa pale wazee na moja wa mtume Muhammad kuanzia baba yake aliyemzaa ya mpaka Adinan na kufikwa mpaka Adinan, si mapenzi ya huyu Imamu Jaafar si matashi yake kuishia kwa Adinani. Imam Jaafar bin Hasan bin Abdul Rasul bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul, bwana huyu unapomsoma mmoja unapata faida ya kujua matumizi ya umri. Yeye alikufa akiwa na umri wa miaka 49, bado ni kijana almadaniyu, ni mtu wa Madina na amewahi kuwa ni mufti wa Madina. Alipowataja wazee hawa ni ishirini na moja, ni kufuata maneno ya mtume Muhammad. Mtume ndio kakataza, akasema, la tarfauni fauka adinana. Msithubutu kuninyanyua zaidi ya adinani, kwa sababu kuanzia huko kwa nabillahi Ibrahimu, nasabu ambayo ingefuata ni kutoka kwa adinani mpaka kwa nabillahi Ibrahimu. Kutoka kwa Ibrahimu mpaka kwa Adam ni zaidi ya miaka elfu sita. Kui, kui, kuiweka vizuri, Mtume akakataza kwamba ili msije mkaiharibu nasabu ya Mtume, akasema la tarfauni fauka adinana. Ni vizuri haya tunayasoma tuyajua, msije mkaninyanyua zaidi adinani. Lakini Ibnu Abbas ambayo ukimtaja huyu ni hibru ummati Sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mmoja katika watu katika hii dunia waliopata faida ya kuombewa dua na mtume wakiwa ni watoto wadogo. Mama yake alikataa, simnyeshe mpaka ampeleke kwa mtume afanywe dua, ndio historia ya Ibn Abbas. Basi mtume alimwombea awe na ilmu na awe ni mtu wa tafsiri. Ndio maana katika usuli tafsir Sheikhul Mufassirin anajulikana kama ni Imam Jaafar, Abu Jaafar At-Tabari, lakini Imamul Mufassirin ni huyo Abdullah ibn Abbas. Yeye anasema kana sallallahu alayhi wasallam wsaam yantasibu, ilikuwa mtume anataja ana ile nasab yake, anajinasib, faidha balagha ila adinana amsaka. Akifika kwa adinani anazuia kutaja, anaacha kutaja. Kisha anasema kadhiban nasabun, wamesema urongo watu wa nasab, yani wale watakofikia ya hatua ya kumnyanyua mtume eh, zaidi na sababu eh, ya mtume yagawanyika sehemu mbili. Kuna muttafaqun alayhi na mukhtalafun fi. Muttafaqun alayhi ni ile ambayo imekubalika katika sunna na imekubalika katika kila kitu, ndio maana hii kana yantasib faidha balagha ila adina na amsaka

akaiweka ile hadithi kwa njia hiyo, Imam Jaafar kumnyanyua mpaka kwa Adinani mpaka kwa Ibrahim. Amelizuilia hilo Mtume Muhammad na akalichukia abaya, hapa kuchukia, na akalichukia hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ile nasab kuna kitu tunaweza kujifunza sisi Waislamu wa sasa. Ukimtazama kuswaji babu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wa nne wa mtume. Manake Abdu Manafi ni babu wa tatu wa mtume, babu wa tisa. Imam Shafii rahmatullah alayh, babu wa nne wa Sayidna Uthman bin Afan, babu wa nne ni Kuswai jini na Barzan tusaidia. Huyu Barzanji katusaidia kwamba huyu Kuswai, hilo sio jina lake pale aliposema wasumia bikuswai litakaswihi fi biladi kudhaat alqasiya, na ameitwa Kuswai kwa sababu ya kukaa kwake mbali katika miji ya bani Kudhaa iliyo mbali. Huyu Kudhaa, hiyo miji ya bani Kudhaa yatokana na Kudhaa tu ibn Himyar ibn Saba hata ule mji wa Yemen unaitwa Saba, kuwa ukiitwa Saba umetokana na babu yake Kudhaa na huyu Kudhaa ndo anaezaa ndio mwenye kizazi kile cha Bani Udhra. ya laimi fil hawal udri madhiratan ma minni ilaika walau softa ansofta lam talum, ikataja Busiri kizazi hiki cha Bani Udhra wao walikuwa wakipenda akipenda napenda mpaka nakufa. Akawatolea mfano Imamu Busiri akasema ya laimi filhawa l udhuri, iwe ambaye wanilaumu sana mimi kumpenda Mtume kwa mapenzi haya yaliyofikia mapenzi ya bani udhra <laughs> maadhiratan, kwamba chukua huu ni udhuru toka kwangu hadhihi ma'dhiratan minni ilaika, kwamba huu ni udhuru na unaotoka kwangu kuja kwako kwa. Yani, wewe jivishe haya mapenzi uliokuwa nayo kwa mtume Muhammad ya kibani, lo, ya kibani udhra. Ukishajivisha mapenzi haya huto ni laumu, unasema walau ansafta lam talumi. Ukishajivisha mapenzi haya mi niliyokuwa nayo bani udhra kumpenda mtume lau utakuwa ni mwadilifu na uchunga insafu utathubutu thubutukun lauu. Sasa aliyewazaa hawa Bani Udhra ni kizazi hiki cha Kudaa ibn Himyar bin Saba, ndio pale wasumia bikuswayin litakaswihi fi biladi kudaat alkaswia. Kwa hiyo kaitwa Kuswai huyu mzee wa nne wa Mtume kwa sababu ya kwa sababu ya yeye kupelekwa huyu Kuswai akiwa na umri wa miaka miwili, baba yake ambaye ni Kilabu bin Murra alikufa. Alipokufa akazali akaza, akaolewa mama yake ambaye ni Fatima binti Saad akaolewa na Rabiatu ibn Haramu Al-Udhuri Al-Qudaiya Al-Qudai, akaolewa na huyu mtu sasa. Huyu mtu huyu ni wa bani udhra, bani udhra ni watu wa Yemen huko. Akaondoka na yule Fatima binti Saad ambaye ni mkewe sasa, na huyo Kuswayi anaitwa Kuswayi, wakaenda wakakaa katika miji huko ya mbali ya bani Qudha, ndio ile wasumia bikuswayin na kwa nini sasa wewe ni kuswaji na ambao ni ismu musakhar? Wewe leo tufunguke kidogo hapa, kwa nini ismu ni, kwa ni ismu musakhar Yo kuswaji? Ni nisa chenyewe kilikuwa ni kidogodogo sana, si unajua kaswiyun ndio ismu fa'il ya kaswiya, na kaswiya maana yake ibtaad ubauda, amekaa mbali. Na kaswiyu ndio ismu faili yake, mkaambali mbali. Amakuswaji ni ismun musaghar eh, kwamba kile kijikaa mbali kwa maanake yake kimekaa mbali huko, lakini wasmuhu mujamiu, na jina lake na mujamiu, na hii mujamiu sio jina lake mujamiun, hili jina kapewa baada ya kupata madaraka kutoka madaraka ya Maka, ndiye alikuwa ni mfalme wa Maka. Makuraishu walikuwa wametawanyika kila sehemu mbalimbali mbali katika ulimwengu. Moja ya jambo kubwa aliofanya Kuswai, ambao nawe na kutuma ufanye upande wako, ni kuwakusanya ndugu zako kuwa pamoja. Alipopata ufalme, aliwachukua makuraishi popote duniani walipokuwa, alifanya jitihada akawakusanya, akawarudisha Maka kule. Kuwakusanya ndio akaitwa mujamia, kila mmoja akampa kipande cha ardhi. So unajua, makuraishi wale, kabila la makuraishi limetengenezwa na koo kumi na mbili kwa kasaba, ni sahamu itakuwa pale bani hashim kule bani nani kule Taimi kule bani Mahazumu kule bani bani bani kadha kule mpaka zile koo kumi na mbili zote akazipa maeneo ya kukaa katika Maka, akawapa ardhi kuonyesha kwamba watu tunayoenda na mambo haya, tukamateni ardhi, tutawaenzi wazee wa mtume Muhammad Yani usi, usitoe ardhi usibadilishane ardhi na bodaboda, itakuwa wewe si mtu wa kimtume. Miliki ardhi mahala popote, palipo ardhi huwa mji, huwa wafata. Utakapokaa ndipo mji utakapokwenda, huwa mji wafata, mji haufatwi. Zawasaaii lazima nikae huku tu huku tu, kamateni ardhi. Ndivyo walivyofanya nani kuswai wote, leo tunawafuata wale Makurashi, wale kizazi kile cha ja Makurashi kule Maka wakaijenga Maka kutokana na huyo, jina lake si mujam, jina la Yazid. Angalia sasa athari alizoziacha katika dunia, ameacha kitu kinachoitwa hijabatul bait, hijabatul bait Leo imo chini ya Sheikh Abdul Wahab bin Zaynil Abidin labidin Al-Shaybi. Baada ya kufa mwaka 2024, mwezi Julai, mwezi Juni, alikufa ndugu yake anaitwa Saleh bin Abd bin Zain al Abidin Al-Shaybi, yekafata Sheikh Abdul Wahab bizel labidin Ashaibi ndiye mwenye hijaba hijabatulbait, lakini yani huduma ya kuhudumia ile Alkaaba. Jambo lile limeanzishwa huko tangu miaka ya 400, kwa sababu kusoe kazaliwa mwaka 400 miladia, usi mwaka 2025, 26 yeye kazaliwa mwaka 400 miladia mwaka mia nne na themanini miladi ya kafa. Lakini kabla ya kufa kaachia dunia hijabatul bait ambayo mpaka leo inaendelea. Mimi na wewe twaishi, tuanzisha nini? Mpaka sasa umeanzisha nini? Mwenye Barazaji katuachia hii Barazaji na miaka 49, tu sisi tuliofika miaka kadhaa sasa tumeacha nini? Alama gani twaiachia dunia? Alianzisha kitu kinachoitwa arifada wasiqaya watu wa tarehe. Mnajua arifada ni ile huduma, kama ukifika maka hivi sasa ukae njaa, ushindi njaa, utaona tu kuna watu wanafika hivi, umekaa hivi, anakupa chakula au watu utaona upiga msururu mpaka kule wanapewa chakula. Yani waweza ukakaa maka miaka yote wewe, kama ni kipindi kile cha hija haswa, hufi njaa vyakula vinagawanywa, maji na asikaya ni huduma ya maji kwa mahujaji. Arifada huduma ya chakula kwa mahujaji. Sasa hivi wizara tul haji ndio imechukua, lakini ukiuliza hiki kinachofanyika ni nini? Ni yule mzee tunayemsoma katika mlango apili wa pili, babu wa nne wa mtume Muhammad, ndio kaanzisha jambo hili mpaka leo ladumu mwaka mia nne na sitini akiwa na umri wa miaka sitini kuswaji, ndiye al alianzisha bunge kwa utaratibu tunaouona. Muasisi wa bunge duniani ni babu wa mtume Muhammad hii e, sisi tunaoshughulika na mambo haya watakiwa kujua kwamba nini kaacha katika dunia mababu wa mtume Muhammad kaachia dunia bunge mwaka 460 na, na ilikuwa inaitwa Darun Nadwa. Soma vizuri, Darun Nadwa ni nini? Aliyetafsiri vizuri ni mwenye Ar-Rahiq al-Maktub, akaifananisha na barlaman. Barlamani ni bunge sandio? Barlaman na taratibu zake ni za kibunge kabisa, kazi ya wale, namna yake ya kuwachagua wale tofauti yao ni tofauti na wabunge wa sasa. Kuchaguliwa kwake ilikuwa ni wazee wenye heshima zao, wazee wenye hikma, wazee wanaokubalika katika mji, wanaokubalika kwa akili, wanakaa wakikaa, wana mpointi. Kijana hachaguliwi mzee bungeni, siseme wabunge wazee kwamba ni tabu aa, lakini walikuwa hachaguliwi wazee. Kwa mujibu wao ni kwamba kijana wa miaka thelathini tu hivi Asivuke miaka 30 anachaguliwa na wale wazee anateuliwa, ndio anakuwa mbunge. Sasa jambo la ajabu hata, hata Abu Jahal naye alikuwa mbunge <laughs> kule, wenyewe walikuwa anamwita Abul Hikam, sisi huku akaitwa Abu Jahal. Kule kwa Abul Hikam, mtu mwenye akili nyingi kwa wao, lakini muda akampinga mtume ni Abu Jahal hana lolote. Eh, eh, eh, ni kwamba walikuwa wanaochagua, kazi yao ni kushauri ile nchi ya Maka iendeje, ni kushauri serikali ya kuswaji. Bunge la sasa limeanzishwa mwaka alfu mbili na alfu moja mia mbili na tano huko Scotland, wengine wanasema ni mwaka mia tisa hata ikiwa mia tisa, sasa ni baada ya miaka mia tano au miaka mia nne na arobaini alipoanzisha babu wa Mtume Muhammad. Sasa nini tunachoambia hadhara hii kwa huu mlango wa pili? Nitaka tuelezane tu, tu, tu kidogo. Huu mlango wa pili hadhara hii sasa twaiambia nini? Tawambia la tarhal min almakani ila lmakani min almakani ila lmakani, usitoke mahala fulani ukaenda mahala hapo hapo, ndio maanaake eh? Fatakuna kahimari raha yasiru, utakuwa kama punda yule ambaye anayesaga Punda kusaga ni watu wa zamani wanaojua, kwamba anakwenda hivi, anarudi, eneo anaokwenda ndo lile lile, anarudi, lakini unga huko unatoka, yeye hana faida nao. Sasa asema, usitoke mahala hapo hapo ukaenda hapo hapo, utakuwa kama ule punda wa jiwe la kusaga lile. arriha almakan alladhi irtahala ilayhi huwa wal makanu alladhi rtahala anhu au minhu, mahala ambapo alipokwenda ndipo mahala alipotoka. Kwa maana siku ya leo isiwe kama jana, yani ulivyo leo isijekawa kama kesho, na kesho yako isiwe kama jana. Lazima uwe na mabadiliko. Ndivyo watu wakimtume mtume wanavyokuwa. Nimeona basi tutabaruku kidogo na huu mlango wa pili, pamoja na kwamba ninajua nime nimerefusha lakini pata tu faida ya huu mlango wa pili kidogo, ujue kwamba nini munasaba tu kinachozungumzwa hapo ni nini. Nini najua wengi mnajua na kini, tukumbushane katika hilo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni shekhe wetu Shekhe Yusuf Muhammad Kidago akiwa ametufunza, hasa wanafunzi wenzangu, haya ambayo kila leo twayasoma, amedokoa-dokoa. Shekhe Yusuf Muhammad Kidago angesema aimalize faslu ya pili yote, tungezidi kupata faida namwombea shekhe wetu Mwenyezi Mungu ambariki, amjalie kila la heri. Tuitikeni amin, tuitikeni tena amin.